Ndugu rafiki mpendwa, nipende kukaribisha katika chaneli yetu hii ya Caring God ambapo tutajifunza masomo mengi sana yenye kutia moyo kutoka katika kitabu cha kipekee sana. Je, unajua kitabu hicho ni kipi? Unapotazama ulimwengu wa leo, wasomi na wasio wasomi, wote wamekuwa wakiongozwa na imani fulani au falsafa fulani ambazo wanaamini ya kwamba zinaweza kuwaletea furaha katika maisha yao. Vipo vitabu vingi ambavyo vimeandikwa katika historia ambavyo wengi wamevitumainia na kuviamini ya kwamba vinaweza kuwapatia falsafa fulani ya kuongoza maisha yao. Lakini kipo kitabu kimoja ni cha kipekee sana kwa kuwa kitabu hiki kina nguvu kubwa ya kubadili maisha ya watu. Na ningependa kusomea maneno haya katika kitabu hiki ambacho yanapatikana katika kitabu cha Waebrania sura ya nne ule mstari wa kumi na mbili. Hii ni Biblia, neno la Mungu linasema ya kwamba maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuili tena lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudio ya moyo. Hili ni neno la Mungu, ni neno ambalo lina uwezo mkubwa wa kupenya ndani katika moyo wetu na kutambua makusudio na fikira zetu. Lakini jambo la kipekee zaidi kuhusiana na neno hili Biblia ni kwamba linabadili maisha ya watu. Wapo watu wengi ambao katika maisha yao walikuwa ni wanywaji wa pombe, wengine walikuwa ni wavuta sigara, wavuta bangi na wengine hata walikuwa ni wazinzi sana. Lakini baada ya kumpokea Kristo na kutulia na kujifunza neno hili Biblia, kwa kweli maisha yao yaliweza kubadilishwa. Bila shaka hata wewe naamini kwamba neno hili linalo nguvu na lina uwezo wa kuyabadili maisha yako. Ningependa kukupatia mfano mmoja ambapo katika neno la Mungu ambayo mtu huyo mwanzoni hakuwa mtu ambaye amejifunza neno la Mungu na alikuwa mtu mbaya sana lakini kwa kupitia neema ya Kristo alipokubali kujifunza na kusikiliza sauti ya Mungu kwa kweli alibadilika kabisa. Ushuhuda upo katika kitabu cha Timotheo, waraka wa kwanza Timotheo, mstari sura ya kwanza ule mstari wa kumi na wa kumi na tatu. Huyu alikuwa ni mtume Paulo. Wengi kama tumejifunza habari zake alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni muuaji na anasema ya kwamba, katika mstari wa kumi na tatu. Ingawa hapo kwanza na alikuwa mtukanaji, mwenye kuudhi watu, mwenye jeuri lakini na alipata rehema kwa kuwa nalitenda hivyo kwa ujinga na kutokuwa na imani, na neema ya Bwana wetu ilizidi sana pamoja na imani na pendo lililo katika Kristo Yesu. Na nasema ni neno la kuaminiwa, tena nastahili kubalika kabisa, ya kwamba Kristo alikuja ulimwenguni waokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Ha? Inashangaza, Mtume Paulo alijiona kwamba hata miongoni mwa wenye dhambi yeye alikuwa wa kwanza, lakini kwa sababu alikubali neema ya Kristo kwa kutulia na kujifunza neno lake maisha yake alibadilishwa kabisa. Nikupendekeze rafiki yangu mpendwa, tafakari nachukua muda uweze kujifunza neno la Mungu hili. Biblia lina nguvu na mashauri mengi ambayo yanaweza kukusaidia na kubadili maisha yako. Neno la Mungu hili linayo mafundisho mengi kuhusu maeneo mengi ya maisha, nazungumzia masuala ya kiuchumi, nazungumzia namna ambavyo tunaweza kuboresha mahusiano yetu lakini pia natupatia faraja na tumaini ya kwamba tuna uwezo wa kuishi maisha yenye furaha katika dunia hii ambayo imechanganyikiwa kabisa, dunia ambayo imechafuka, ambayo ina sauti nyingi ambazo zimedanganya watu na kuwaondolea amani kabisa. Kupendekezea kwamba unaweza kutumia sauti hii, neno la Mungu. Mungu ananena nasi kupitia neno lake. Utakapotumia muda wako kulitafakari na kuruhusu ujumbe wako upenye ndani kabisa na kufanya mabadiliko katika maisha yako, hakika kesho yako itakuwa ni yenye faraja na yenye matumaini. Nipende kukualika uendelee kutembelea katika chaneli yetu hii ya God Caring. Utapata masomo mazuri sana yenye kujenga na yenye kukutia moyo, na nikuhakikishia ya kwamba neno la Mungu lina nguvu nalo li hai, linaweza likabadili maisha yako na kukupa faraja na tumaini.